Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi kadhaa ikiwa ni pamoja na Misri wamesema mazungumzo hayo ni fursa halisi ya kufikia usitishaji vita kamili na endelevu. Afisa mmoja wa Hamas ameliambia shirika la habari la AFP kwa sharti la kutotajwa jina, Hamas ina nia kubwa ya kufikia makubaliano ya kumaliza vita na kuanza mchakato wa kubadilishana wafungwa. Msukumo huo wa kidiplomasia unafuatia jibu chanya la kundi la wanamgambo wa Palestina kwa mpango wa Rais wa Marekani Donald Trump ya kusitisha mapigano na mateka kuachiwa. Netanyahu amewaagiza wajumbe wa mazungumzo Misri kukamilisha maelezo ya kiufundi huku Misri ikithibitisha itakuwa mwenyeji wa ujumbe kutoka Hamas kwa mazungumzo. Msemaji wa serikali ya Israel shoshi Badrosian amesema wajumbe wa nchi hiyo wameondoka jana jioni, huku mazungumzo yakitarajiwa kuanza leo. Now this development comes with talk... hatua hii inakuja na mazungumzo ambayo yatafanyika nchini Misri kama waziri mkuu alivyoagiza, timu ikiongozwa na waziri wa mambo ya mikakati Rondema kukamilisha maelezo ya kiufundi ya kuachiliwa kwa mateka kipaumbele na hatua ya kwanza, kipaumbele na hatua ya kwanza ya mpango huu. Sasa timu itaondoka usiku wa leo na mipango ya mazungumzo kuanza kesho, na ninataka kusisitiza haya ni mazungumzo ya kiufundi. Wapatanishi watafanya mazungumzo mji wa Sharm el-Sheikh. Huku Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akitarajia mateka wanaoshikiliwa huko Gaza wataachiwa haraka. Ikulu ya Marekani White House imesema Trump ametuma wa wajumbe wawili nchini Misri akiwemo mkwe wake Jared Kushner na mpatanishi wa mazungumzo ya Mashariki ya Kati Steve Witkoff. Wanamgambo hao wamewakamata mateka 251 wakati wa shambulio la Oktoba 7 mwaka juzi 47 kati yao bado wapo Gaza, na kati ya hao jeshi la Israel linaamini 25 wamekufa wa. Kwa mujibu wa mpango huo wa Trump, Israel inatarajiwa kuwaachia huru wafungwa 250 wa Kipalestina waliokuwa na kifungo cha maisha na zaidi ya wa wafungwa 1700 kutoka Gaza. Hata hivyo, Trump ameonya hatovumilia kuchelewa kwa Hamas na kulitaka kundi hilo kuchukua hatua haraka kuelekea makubaliano, vinginevyo hatua zote zitasimamishwa. Shaaban Maulidi FM.